Nataka tuhakiki na tudhibiti anwani za makazi ili tujuane vizuri. Sisi tulioko mipakani, ni muhimu zaidi kuliko mtu mwingine yeyote. Unapokuwa mpakani, mwingiliano wa watu ni mkubwa zaidi. Kuna walowezi wahamiaji na wengine, kuna wapita njia tu wanasema wanapita, wanatoka zao Burundi au wanatoka zao Rwanda au wanatoka zao Somalia, wanaenda fika kusini, alafu wanafika Songea, wanadowea hapa. Hilo hatutaki. Kwa hiyo tunataka anwani ya makazi kudumisha ulinzi na usalama wetu sote na mali zetu zote. Wanaweza kawepo magaidi katika mtaa wako, wanatengeneza mabomu hapo hapo au unaweza kawepo watu wabaya wanafyatua noti bandia. Tunafahamu kwamba kupitia kipindi ambacho vijana wetu walikuwa wanaomba mikopo kwenye bodi ya mikopo walikuwa wanapaswa kuwa na barua ya utambulisho na huduma hii walipata kupitia mfumo wa, wa napa hadi kufikia Septemba ishirini na moja elfu mbili na ishirini na tano jumla ya barua za utambulisho wa mkazi ya kidijitali imekishatolewa barua laki 6 68 558 na katika halmashauri na katika almashauri manispaa ya Songea, jumla ya barua 5 233 39 ziliombwa na barua zote zilifanyiwa kazi mwaka wa huu wanafunzi wanaenda chuo kikuu wote wa wamepitia kwenye serikali za mitaa kusajiliwa, hasa ule usajili ambao umefanyika kwenye serikali za mitaa. Wananchi wengine wanakuja kwenye viti, wakati wenye viti hawahusiki na usajili wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa mikopo ya wanafunzi. Kwa hiyo kupitia kupitia semina ya leo, mi nafikiri watendaji wanajengewa uwezo, kama walijengewa uwezo mara ya kwanza, lakini sasa tunajengewa uwezo kwa pamoja, tunaamini wa, waweke fursa hata wenyeviti wa mitaa nao waweze kuwasajili wananchi kwa sababu kuna changamoto ambayo inatokea. Unakuta wanafunzi wale wanaoomba wanaomba, wanaomba, mikopo mch, mch, chuo kikuu ni wengi, mtendaji ni mmoja. Sasa wakija kwa mwenyekiti, mwenyekiti ana an, an, an, an, an, an, an, ujuzi wa kumsajili mwanafunzi kupitia postikodi kwa leo wafungulie wa tu kwamba tupate elimu ya kutosha, hata wenyeviti wa mitaa nao ukiwezekana wawe sehemu ya usajili wa, wa wanafunzi ambao wanaomba mikopo kikubwa. Na wale wanafunzi wa, wa vyuo wanapotaka mikopo wanalazimika kutufuata sisi wenyeviti. Sasa majumbani wanakuja kwetu, tunawapa maelekezo, wanatuliza barabara, tunawatajia, wanakwenda kwa watendaji, wanawasainia zile fomu zao. Kwa la msingi kubwa, serikali pengine ingeongeza tu juhudi kutuwekea vile vibao vya majina ya barabara.